Nawaombeni viongozi wangu wa ngazi za mkoa na ngazi za wilaya katika chama cha CCM, mwenyekiti wa chama cha CCM ngazi ya mkoa, mwenyekiti wa CCM ngazi ya wilaya, mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM. na nawaombeni tafadhalini, kabla hamjafanya kazi ile ya harambee inayekuja na waombeni mje kwanza mwangalie nyumba yangu jinsi ilivyobomoka, ikataka kuniulia ndani kwa ajili ya mvua hii kubwa na mifereji kama hiyo niliyozungumzia ya iliyotobolewa na barabara za Tasafu. Na msikilizaji na mtazamaji wa Bundala TV, leo tuko katika mitaa hii ya Buteko, uh, manispaa ya Kigoma Ujiji ndani ya wilaya ya Kigoma hapa mkoani Kigoma tumebahatika kumtembelea mzee wetu huyu ambaye atajitambulisha kwa majina yake, lakini sana tulichokuja kukizungumzia ni kuhusiana na makazi, kwa maana ya nyumba ambayo anaishi. Tunatambua kwamba vitu muhimu ni pamoja na malazi, mavazi pamoja na vyakula, lakini mzee wetu huyu uh, nyumba yake kama mnavyoiona, uh, ilibomolewa na mvua ambazo zinaendelea kunyesha kiasi kwamba akiingia kulala ni lazima anayaona mazingira ya nje kitu ambacho sio sawa kabisa. kwa majina yako mzee? Eh, majina yangu mimi naitwa Shabani Fadhili Lusaku, eh, mzaliwa wa Bangwe, eh, kata ya Bangwe, wilaya ya Kigoma Ujiji. Kwa hiyo nilibomokewa na nyumba tangia tarehe moja mwezi huu wa tatu, kwa hiyo mpaka sasa ninalala nje ya mji, nje ya nyumba yangu, kwa sababu ya tahadhari ya wanyama, kwa sababu nyumba yangu ilibomoka, sisi na watoto tukahatarika kufa. Mvua ilikuwa nyingi sana, usiku wa saa tatu ya usiku ulikuwa tumeshapitiwa na usingizi. Kwa hiyo tukahama usiku huo huo, mpaka leo tuko nje na nyumbani hapa, na hapa nilipo ndio nyumbani kwangu na nyumba hii mnayiona ndio nyumba yangu. Na waombeni waheshimiwa watawala wangu, mmenitawala na kuitawala nchi yangu, na mimi nikiwa chini yenu, na waombeni mnisaidie msaada, na mimi niwe na nyumba yenye uzima. Pengine babu hapa una, unaishi na kina nani hapa? Mimi naishi na, na mke wangu na watoto wangu mona na watu wangu wengine wanasoma shule ya msingi, mmoja ndio anayesoma sekondari yuko form form 2. Umeona hivyo. Na una watoto wangapi? Mimi nina watoto saba, wawili, mmoja wa kike aliolewa, ndio mkubwa wao, na mmoja ndio huyo ame ana anasoma ana, ana sekondari form 2, yuko mlole huko, anaitwa Fadhili Shabani. Pengine labda uh, nje na watoto wako kwa kuwa watoto tunaona ni wadogo kiumri kiasi kwamba no. hata kukusaidia ni ngumu no. uh, labda vipi ndugu jamaa na marafiki, hasa ndugu, hakuna ndugu yote ambaye anaweza kukusaidia kwa maana ya kujenga nyumba yako. Binadamu, binadamu kidogo walijitokeza, lakini kama mnavyoona tofali na hayo mawe hayakizi, ina maana ndio walifikia mwisho wao hapo mpaka sasa ninasikitika, nina sina sina la kunimalizia ili jengo liweze kusimama. Mwenyekiti na mheshimiwa diwani ndio anayenipa moyo na ndio wa ukaribu wangu sana hao, mwenyekiti wangu akiwa bwana Meja Ahmadi Musa Ngoma, hao walinipa moyo kabisa, na diwani wangu anaitwa misi Betese, e, hmm. Kwa hiyo hawa walinipa nguvu sana, na hao wanapata na, na uchungu mkubwa sana na katibu wangu wa CCM akiitwa bwana bwana nani si nani rugete nani, mwenye nani, nani, katibu wa CCM hao uchungu unawapata Nawaomba tu wazidi kuni, kuni ulizia, ulizia masuala haya kwa sababu ujenzi unakaribia una karibia mvua ishe. Nilikuwa naomba hmm, tu mvua ikiisha tuanze ujenzi. Pangiwa, nimepangiwa nimepangiwa na nimepangiwa na viongozi wangu waheshimiwa naye ni heshimu. Kama ni nani hasa ambaye amekupangisha huko uliko? Huko nilipo nimepangishiwa na, ume... Nime na... na mjukuu wangu anayekaa Mwanga mtoto wa mwanangu wa marehemu mwanangu Mwamvua e, akiitwa bwana Shabani Juma na, na ndugu zake wakina bwana Fadhili Shabani Fadhili Lusaku, hao ndio wamenipangishia huko juu huko, ambapo wanalipa kodi, wanalipa kodi shilingi elfu arobaini na tano kwa mwezi, kila mwezi shilingi elfu arobaini na tano Hivi nimeshakaa miezi miwili mpaka sasa, nasikitika. Huu mwezi ukiisha wa, wa, unakuja, utakuja watatu, ina maana kwa nitakuwa nimekaa miezi mitatu, nasikitika hizo hela kama watakwama mtazipata wapi hela za kulipa tena ili nizidi kusubiria subiria, mpaka viongozi wangu wanifikirie kunijengea nyumba kwanza. Ilionibomolea, unaiona hiyo jinsi ilivyo hiyo, mm, ina upande mmoja tofali na upande mwingine miti. Ilikuwa ni mtaro wa tasafu, bahati mbaya walitoboa nani, walitoboa mpira wa maji yeah. Kwa hiyo maji yale yakawa yanavuja muda wa wiki nzima, unaona hivo maji yakachimba chemchemu, ikatokezea chini ikabomoa. Kwahiyo ule ubovu uliendelea moja kwa moja hadi kule barabarani, upande ule wa matofali ule barabarani kule. Kwahiyo ule ubovu, kumbe tukaona kwamba ni nzima, kumbe chini kumesha kuwa na mifereji ile ya maji. Kwahiyo mvua ikipiga mifereji ile inapita inapitisha maji, kwahiyo kule kupitisha kwake maji ndio hali kama hii imenitokea. Okay, na mvua ilikuwa ni kubwa siku hiyo usiku. Nilibomokewa na mtoto wangu alikuwa amelala, na yeye akabomokewa na ule ukuta, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tulimfukua na usiku wote, tukampeleka Maweni akachekiwa, akasema, wakatuambia kwamba hakujeruhika, ila isipokuwa amehatarika tu kwenye kichwa. Nyumba yeah, kama vile inawezekwa kwa nyasi eh, eh, ina, ina muda gani? Ina muda wa miaka kama thelathini na, na tano ikiwa imewezekwa na nyasi hizi, kwa sababu umesema kwamba moja ya sababu ya nyumba yako ku, kuanguka ni pamoja na huu mfereji ambao, uh, alikuwa ameuchimba uh, yeah. na kutiririsha maji kwenye nyumba yako kusababisha ku, kuanguka Pengine nini kifanyike kwa wahusika wanaochimba mifereji ili nyumba yako sasa ikijengwa ile nyingine iendelee e, kuimarika e. Na mtaro upitisha maji sehemu ambayo inailiaua. Naomba, kwa kuwa hii ni barabara ya TASAFU, nilikuwa naomba waheshimiwa wasimamizi na waheshimiwa wale wanaotoa wa pesa kwa, kwa minajili ya hizi ya barabara, nilikuwa naomba wasipuuzie hili swala la na kupanua mifereji ya barabara hii ya tasafu kwa maana hii barabara ya tasafu tuliambiwa ni barabara ya mama Samia, yetu Samia ambaye ndio rais wetu wa sasa. Nilikuwa naomba hizi barabara zao zirudiwe tena ili wazidi kupanua hii mifereji, na nau mlangilangi mnauona hapa uko ndani ya uwanja wangu huu, mlangilangi uliingia ndani. Hata wale watasafu naona waliogopa kuzunguka umlangilangi au kuzidi kupanua ile barabara, kupanua ile mifereji, wanaweza wakauangusha umlangirangi. Nilikuwa naiomba vile vile Tanesco ije irekebishe milangirangi ambayo iko katikati ya barabara ya tasafu na iko kwenye mifereji ya tasafu, kwa sababu hata wale wafanyakazi wakiambiwa warudie kupanua mifereji hii hii hii, milangirangi itazidi kubaki. Nilikuwa naomba kabla ya yote waje kwanza watu wa tasafu, waje kwanza watu wa nani wa nanii hawa jamaa wa, wa Tanesco hawa waje waundoe mirangirangi iliyokuwa barabarani. Nyumba yako pamoja na umri wako vinaenda moja kwa moja kwenye kundi hili la watu wa tasafu. Pengine tasafu wa, walikuchukua na wewe, umo ama haumo eh? kusema la haki, mpenzi wa Mungu, kama walikuja kwa minajili ya kaya maskini, mimi tasafu ilinichukua lakini hela inayotoa haikizi hata malipo ya wale mama waliokuwa wanafanya kazi hiyo ya kutengeneza barabara. Nawaonia hata huuma. Kuna wakati wanapata shilingi elfu hamsini kuna wakati wanapata shilingi elfu na... kwa upande wako, upande wangu kwa mimi mwenyewe binafsi sijapata mkononi mwangu hivila, kwa mke wangu anapata zote, zinaishia shuleni. Tuna mega kidogo za kutumia kwa ajili ya wanafunzi wanayesoma. Basi hatujapata tasafu ya kusema kwamba Ije tuondolee zima kama ya nyumba kama hii. Nawaombeni viongozi wangu wa ngazi za mkoa na ngazi za wilaya katika chama cha CCM, mwenyekiti wa chama cha CCM ngazi ya mkoa, mwenyekiti wa CCM ngazi ya wilaya, mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM. Na nawaombeni tafadhalini kabla hamjafanya kazi ile ya harambee inayekuja, nawaombeni mje kwanza mwangalie nyumba yangu jinsi ilivyobomoka, ikataa kuniulia ndani kwa ajili ya mvua hii kubwa, na mifereji kama hiyo niliyozungumzia ya iliyotobolewa na barabara za tasafu. Nawaombeni viongozi wangu kama nilivyowatajeni hapo juu, mimi Shabani Fadhili Lusaku, mwanachama wa CCM kwa hiyo nawaombeni, kama viongozi wangu, njooni mnisaidie msaada huu. Nimewasukumieni nyinyi, na ninawakubali kwa umoja wenu na utaratibu mnao. Naamini hizi taarifa zikiwafikia, uchungu utawapateni, kwa sababu ni muda mrefu mnasikia. Shabani Fadhili Lusaku yuko Bangwe sehemu gani? Mimi niko barabara ya kwenda kitu sekondari kwenye manjia panda na ya kwenda kwa sheni ambayo ndio inaitwa Mangapi rodi barabara ambayo iliyooteshwa na mihama enzi za watumwa. Mtazamaji wa Bundala TV, kama unavyoona hii ndio nyumba ya mzee wetu uh, Shabani Fadhili Lusaku na ambapo tumefika kumtembelea. Kama unavyoona imebomolewa na maji, na mpaka sasa mzee wetu huyu hana pa kukaa, na ndio maana kama alivyozungumza yupo kwenye nyumba ya kupanga nikiripoti kutoka hapa katika nyumba hii ya mzee wetu Fadhili Shabani Lusaku ndani ya mtaa huu wa Buteko manispaa ya Kigoma Ujiji mkoani Kigoma. Jina langu ni Elizabeth Mwiguru wa Bundala TV.